Sisi kama wanauyole kwa namna ambavyo mbunge wetu amekuwa ni mchapakazi na mtendaji mzuri, tunatamani aje huku, tunamhitaji aje agombee jimbo hili. Tunaamini kabisa tutafikiwa na maendeleo kwa wakati, na kwa kuwa jimbo sasa litakuwa ni dogo, tunaamini kabisa jimbo la Uyole litakuwa ni moja kati ya majimbo yenye maendeleo sana, ama kuwa yenye maendeleo makubwa katika majimbo yote ya Tanzania nzima. Binafsi kama mwananchi ninaotokea kwenye jimbo la Uyole matamanio yangu makubwa kwa jimbo hili jipya, nilitamani sana mbunge wetu aliye sasa wa Mbeya mjini angekuja kwenye jimbo letu jipya, kwa sababu kwa namna ambavyo amesukuma maendeleo kwenye jimbo ambalo lilikuwepo mara ya kwanza la Mbeya mjini, nina imani kwa mgawanyo huu wa jimbo hili, kutokana na kwamba tumetokana na jimbo jimbo la zamani la Mbeya mjini, matumaini yangu ni kwamba atatufanyia kazi vizuri sana kadiri ya vile ambavyo alifanya kwenye jimbo ambao ilikuwa limeunganika mara ya kwanza kwa sababu a, kwa jimbo letu la Mbeya mjini la mara ya kwanza amefanya mambo mengi sana kwa kipindi kifupi ambacho alipewa nafasi. Hivyo sasa, matamanio yangu na imani yangu kubwa kwake kwa jimbo hili kubwa, kwa jimbo hili jipya atatufanyia mambo mengi mazuri zaidi hasa tukizingatia kwamba kutakuwa na utatuzi wa matatizo mengi ya wananchi ambao wanapatikana kwenye jimbo letu jipya, lakini pia kutakuwa na uwanda mpana wa fursa ambazo zitakuwepo kwenye jimbo letu hili jipya, si wananchi wa jimbo la Mbeya mjini eh, na Uyole ambao ni majimbo mawili saa hizi. Kwanza tumepokea kwa furaha kubwa sana kutokea mgawanyo wa jimbo jipya la Uyole, kwamba jimbo la Mbeya mjini limepelekea kweli na jimbo la Uyole kwao. Eh, mimi kama mwananchi ni kwamba ma, nimepokea kwa mikono miwili na kwa furaha kubwa kugawanya kwa jimbo la Mbeya mjini na kuzalisha jimbo jipya la Uyole. Kwa nini? Kwa sababu kwanza kabisa umeona saizi jimbo la Uyole lina kata kumi na tatu, lakini jimbo la Mbeya mjini linakuwa na kata ishirini na tatu. Ambapo mara ya kwanza kulikuwa na kata thelathini na sita. Kwa hiyo cha kwanza kutakuwa na maendeleo makubwa sana kimaendeleo katika kiuchumi, lakini pia hata kiundombinu kwa wananchi. Kwa hiyo jambo la kwanza sisi wananchi wa wa wa wa wa Mbeya ni kwamba eh, tunaamini mgawanyo wa jimbo eh, kutoka jimbo la Uyole itakuwa sasa tayari ni fursa kwa maendeleo kwa watu wa ndani ya mkoa wa Mbeya hususan watu wa Uyole na watu wa Mbeya mjini. Leo hii tuko hapa Uyole. Inakuwa jimbo. Maana watu wa Uyole tunakuwa na mbunge wetu pale bungeni. Tupokuwa na mbunge wetu pale bungeni maana yake kazi yake kubwa kusimamia serikali, lakini pia na kuzungumza matatizo ya wananchi wa Uyole. Kwa hiyo tunaamini kwa namna moja ama nyingine hapa Uyole maendeleo yatakuwa ni makubwa sana. Lakini pia hata Mbeya mjini pia kwenye ambapo kuna kata 23, Yatatokea maendeleo yatakuwa kwa kasi sana. Kuelekea huko Iziwa, wapi Wambi, eh, Itende na sehemu mbalimbali kwa katika usuala maendeleo kwa kubwa sana. Na ndugu waandishi wa habari mtakuwa ni mashahidi. Juzi kati mmesikia Mheshimiwa Rais zimetolewa fedha hapa bilioni, hapa eh, hapa jimbo la Uyole kwamba wajenge jengo la utawala. Kwa hiyo tunaamini Uyole itakuja stendi, eh, tutajenga hospitali, eh, fursa kwa vijana zitakuwa nyingi sana the same na kule jimbo la Mbeya mjini. Kwa hiyo hata kiongozi akiwa anaongoza haya majimbo atakuwa amepunguziwa wingi wa watu kutokana na namna ambavyo mara ya kwanza ilikuwepo. Kwa hiyo tunaamini kuna mambo mengine ni hatua kubwa sana kimaendeleo kwa watu wa jimbo la Mbeya mjini na watu wa jimbo la Uyole.